Akaamua ndani mwake aende akachukue ile vitu. Kuna vingine vitu ambayo atachukua vinakugeukia laana, kuna vingine vitu ambao atataka kujikokotea, kumbe anajikokotea laana. Akaenda alipofika kwa nani, akamwambia kwamba baba, nabii anasema kwamba ile vitu unipatie hiyo iko deja na wageni hapa atawasaidia, paske ule mtu alikuwa alisha nani aka- alikuwa shapo alikuwa washakuwa convaincu akakubali kwamba apane ile vitu na lipovipana. Kitu ya pili ambao uaminifu au kosefu waminifu inaleta mumaisha ya mtu ni uongo. Mtu atakuwa msema bongo mpaka dunia yote taelewa kwamba huyu alishafika Amen, amen. Geazi anafika mbele ya Elisha. Elisha anamuuliza natoka wapi? Geazi anasema ya kwamba mtumishi wako hajatenka hayatigizika kushoto, hayatigizika kuume, iko tu mpaka hapa. Ni bongo ya namna gani? ile yenye utasema vitu ambavyo hauko. Kuna yengine kusiposema bongo ama kusema bongo haiko kukomola mwengine. Amen, amen. Mara nyingi ni wale ambao tumeweka karibu weli yetu, ndio wanakuwa wakituvunja moyo kila leo, na ndio wanatoka wanakosa uaminifu kwetu. Pao ukiwaita kwako, wanakuwa chanzo yaweye kupotea ama yaweye kuaibika ama yaweye kushuka ama kuomba ama mvitu vitu vyenye uko nafana wako wale watu. Amen, amen. Huyu akasema ya kwamba siatenka, siatikisika hata sikwenda kuume sikwenda kushoto, hapa hapa ndio mtumishi wako alikuwa. Biblia inasema ya kwamba Elisha kaamua akamwambia ya kwamba, kama ni vile ukome nilikuwa kwa ule mtu ikwingi yako. Mara nyingi ukosefu wa uaminifu inatuletea laana. Amen, amen. Ukosefu ya uaminifu inatuletea